Mabaharia wane wa Tanzania wawili wakisaidiwa na mabaharia wenzao wawili kutoka Kenya walinusurika kifo katika eneo la Wesa, Chumani katika kaunti ya Kilifi wakati boti lao lilipopata hitilafu ya kimitambo na kusukumwa na mawimbi hadi mwambani usiku wa kuamkia leo. Tulipofika maeneo ya Watamu, hapo mashine ikaanza kuleta mistake kidogo um, tukarekebisha ikakubali, tukaja zetu mbele kufika maeneo y ambayo tu, tupo ikaleta tena mistake ikazima kabisa moja kwa moja, na baada ya kuzima tukafanya masuala ya kiufundi um, kuhusu masuala ya kiufundi tulifanikiwa, lakini tulipoamua kutaka kuiwasha haikuwaka kwa sababu ile problem ambayo ilikuwa imeleta, kwa hiyo ilikuwa ni ya kurekebisha tu kitu basi. Kwa hiyo baada ya kurekebisha tukataka kuiwasha haikukubali kuwaka, na ndo hapo tukaamua kuweka nanga, lakini nanga haikushikilia kwa sababu ilikuwa maji ni mengi, na nanga tuliokuwa nayo ilikuwa ni ndogo, ikabidi boti ikakokota mpaka kuingia mwambani mida ya usiku. Na ilipofika mida ya usiku, nikawataarisha vijana wangu, tukaamua kuiachia boti na sisi kuja zetu juu kwa kuamua kuogelea tulikutana nao ufuoni wakati wa asubuhi katika eneo la Wesa, wakijadiliana hatua ya kuchukua kufuatia mkasa huo. Sasa, yule mwenzenu wa nne yuko wapi saa hizi na anaendeleaje? yuko Kwa, kwa mzee wa nyumba kumi. Hali yake bado haijakuwa mzuri sana kwa sababu hawezi kukanyaga Mabaharia hao kwa sasa hawana tena hati zao za kusafiria wala vitambulisho na wako chini ya usalama wa wavuvi wa Wesa, huku wakitafuta namna ya kuendelea na safari. Hatuwezi kuondoka, paspoti tumepoteza, tumepoteza ID zetu zote, zote tumepoteza, kwa hiyo hatuwezi kutoka tu. Kasema sisi wenyewe binafsi tunarudi, isipokuwa serikali ya Kenya itashirikiana na serikali ya Tanzania kuturejesha nyumbani kwa amani. Kwa hizo sababu, sisi tumekuja kiamani na tutarudi kwetu kwa amani. Mabaharia hawa kutoka Tanga Tanzania walikuja Kenya kwa lengo la kwenda kuchukua boti lao la kubebea mizigo waliloliwacha Kipini kaunti ya Tana River mwaka uliopita baada ya kukumbwa na hitilafu ya engine. Na sasa walikuwa njiani baharini kurejea kwao walipokumbwa na mkasa huo wa jana usiku. Muhimu sasa kwanza tukipata kwa kwanza usaidizi kuitoa ile mashine. Mashine ndio muhimu tungeitoa kwanza ile ndo tutajua safari ya kuelekea nyumbani. Lakini kwa sasa kwa kwanza muhimu sana ni mashine ile. Tukaingia baharini kulisaka boti lao ambalo waliliacha huko kuokoa maisha yao. Baada ya kusafiri kwa muda baharini tukikabiliana na mawimbi makali, tukalipata boti hili katika eneo la roka la Bahari Hindi. Ni boti la mbao ambalo kwa sasa limepasuka pande mbili na limefikishwa karibu na mwambani na mawimbi. Hiyo boti inafanya shughuli zake Tanzania. Na shughuli zake ni za kubeba mizigo. Inabeba mizigo Tanga port kuelekea Pemba port, Zanzibar port, Dar es Salaam port. Ni shughuli zake hizo, na hiyo kipindi inaharibika ilikuwa tumebeba mzigo katika bandari ya Tanga port, tunaelekea Pemba ikapoteza mwelekeo baada ya kuvunja gearbox. Ilivunja gearbox tukaletwa na upepo paka tukaangukia kipindi na kipindi huko ndo mwaka jana tulipoishia boti tukaamua kuiacha kule kwanza, turudi nyumbani, na mwaka huu ndo tumeamua kuja kuifuata. Ama kwa uhakika baharini kuna mengi. Ndio hivyo basi, tumeumaliza msako wa dau la mabaharia hawa wawili wa Tanzania na wawili wa Kenya roka huko, lakini mahali lilipo aa, sasa hivi linaendelea kumalizwa na mawimbi makali ambayo tumepigana nayo huko baharini. nikiripotia Coco FM mimi ni Lolani Kalu. Coco FM. Ladha ya Pwani.